Jeshi la Israeli Jumapili wiki iliyopita liliwaonyesha baadhi ya wanahabari wa kimataifa handaki ambalo lipo chini ya hospitali katika mji wa Khan Younis, handaki ambalo wanajeshi hao wanasema walipata mwili wa kiongozi wa Hamas Mohammed Sinwar. Msemaji wa jeshi la IDF Brigedia Jenerali Effie Defrin amesema handaki hilo lilikuwa likitumika kama kituo kikuu cha kutoa maelekezo kwa Hamas na kwamba maofisa wake walitekeleza shambulio kwenye handaki hilo mwezi uliopita. Israeli pia imeeleza kwamba mwili wa kiongozi mwingine wa Hamas Mohamed Shabana kamanda wa kikosi cha Hamas katika eneo la Rafa ulipatikana kwenye handaki hilo pamoja na wapiganaji wengine ambao hawajatambuliwa. Mwezi uliopita waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu alitangaza kifo cha Sinua, jeshi likisema kwa sasa lina uhakika kwa kifo chake baada ya kufanyia mwili wake uchunguzi. Licha ya tangazo la Israeli, Hamas haijazungumzia mauaji ya Sinua au Shabana. Sinua alikuwa kakaake mdogo wa Yahaya Sinua aliyoongoza shambulio la tarehe mwezi wa Oktoba dhidi ya Israeli kabla ya kuuawa na wanajeshi wa Israeli.